Asante sana ametumia dakika alizostahili. Naomba niwakaribishe msemaji wa Chauma, wakati msemaji wa chama cha mapinduzi anajiandaa. Karibu msemaji wa Chauma. Naposema wa pili ajiandae, namaanisha kwamba ikiwezekana aendelee kusogea karibu, ili basi tusipoteze pia muda wa kusubiri, kama kuna NLD au uh, chama kingine, naomba pia wajiandae tafadhali. Lakini hao ndio ambao na taarifa nao mpaka sasa. Animkaribishi msemaji wa chauma, karibu. Oh. Ndugu ana familia wa mzee wetu Edwin Mtei viongozi wa vyama mbalimbali waliopo hapa ikiwemo chama chake alichokiasisi alichokiishi, nikitambua wengi wako hapa wakiongozwa na makamu mwenyekiti wao Mheshimiwa John Heche Wafiwa mbalimbali, waombolezaji mbalimbali, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu As alaykum. Kama cha umma, tunatoa pole nyingi sana sana kwa msiba huu mzito wa mzee wetu mwana demokrasia muasisi wa vuguvugu la mabadiliko na demokrasia nchini kwetu. Lakini kama kuna jambo moja mzee wetu ametuachia na kama tunamaanisha katika kumwenzi basi ni uhuru wa mawazo. Iwapo mzee Mtei asingesimama imara kuamini katika uhuru wa mawazo, hata huu ujasiri tunaosimama na kusema kwa mbwembwe mbwe na madaha na kujiamini, tusingekuwepo kama mzee Mtei asingeamini katika anachokiamini na akakipigania kwa gharama zozote, basi hata sisi leo tusingekuwepo, kwa sababu yeye angekuwa moga, tusingekuwa na wakumwiga. Lakini aliamini katika alichokiamini na akawa yupo tayari kubeba gharama, hata kama alibezwa mwanzoni, lakini leo tupo, tunayafurahia maisha yake, tunafurahia matunda yake. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maisha mzee Mtei, tunaendelea kumtakia kila laheri huko aendako, na sisi wengine aliotuacha, tutaendelea kupigania uhuru wa mawazo katika kufikia taifa ambalo litakuwa moja taifa ambalo demokrasia itatamalaki, haki itatamalaki, uhuru wa kweli utatamalaki katika nchi ambayo kila mmoja aliipenda. tuna, tunarudia tena kutoa pole kwa familia, kutoa pole kwa chama chake cha Chadema na viongozi wote. Mheshimiwa makamu mwenyekiti nilimpelekea salamu binafsi, lakini pia tukatoa na salamu kwa umma, tulipeleka pia kwa familia, tunawatakia kila la heri. Lakini la mwisho jenerali e, amezungumza a kitu, wataalamu itabidi watusaidie kufafanua na kufanya utafiti kidogo huu uswahili, maana sasa sisi wengine ni Waswahili. <laughs> mimi ni Mswahili sasa <laughs> huu uswahili unaendana na mila za tamaduni zetu Waswahili ama ni neno tu liliibuka la uswahili, kwa sababu ukiangalia nyakati pengine mzee Mtei alikuwa anayazungumza katika nyakati ambazo pengine sio za Waswahili, halafu akafuatiwa na Mswahili ambaye akayakubali yale ambayo ya mzee Mtei, akiamini kwamba ule ni Uswahili, na ndio maana leo tunafurahia kumiliki mali, kuishi maisha mazuri, wakati wa mzee ruksa, wakati alikuwa ni Mswahili. Sasa wanafikiri wataalamu watatufanyia utafiti, kwa nini walichagua Eh, uswahili na mila za uswahili tunaotakia kila laheri. Mungu ampumzishe kwa amani. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana. Asante sana. Nadhani alifafanua na sifa za mswahili. Kwa hiyo ukijikuta na sifa hizo za uswahili, basi wewe ni mswahili, kama huna sifa hizo, basi wewe sio mswahili au vipi? Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi naomba niwakaribishe NLD kwa dakika moja tu na nusu, ikiwezekana. NLD, karibu msemaji, na naomba NRA usogee karibu. Chama cha Mapinduzi naomba ajiandaye tafadhali, asante. Bwana Yesu sifiwe, kwa majina yanaitwa Alfred Molen, ni mwenyekiti wa chama cha NLD mkoa wa Arusha. Tumekuja kufurahia maisha ya baba yetu mzee wetu babu yetu Edwin Mtei kama muasisi wa vyama vya vyama vya siasa au vyama vingi maendeleo ya vyama vingi, maana kuwa na vyama vingi pia ni sehemu ya maendeleo. Kwa hiyo tuliokuja kuasindikiza kuwasindikiza kusherekea siku hii muhimu ambayo tunaenda kumpumzisha mzee wetu, jambo moja ambalo tutaenda kuwaomba watanzania wenzangu na ndugu wa mbelezaji kwamba mzee Mtei kwa kuishi kwake ametufundisha vitu vizuri sana. Mimi nikishakutangulia kusoma kitabu chake nimeona mengi sana kule, lakini baadhi ya wasemaji waligusa sehemu sehemu, lakini ule uzalendo, hakika mzee aliwakilisha vyema. Tunapenda kuwaomba sana wengine wote tuendelee kujifunza, na msemaji wa kile kitabu namwomba tu kama angewatangazia waombelezaji kwamba kitabu kile kinapatikana hapa siku ya leo na gharama yake, ili watu wanaweza mkichukue, mkasome, mkawapelekea watoto, ndugu na jamaa. Ni kizuri, kinafaa kujifunza. Mimi bado ni mwanafunzi kwa sehemu zingine, na bado naendelea kujifunza kutoka kwa wakubwa waliotangulia katika siasa. Na la mwisho, napenda kumalizia kwa kusema haya mambo yote ya kiitikadi yasitutenganishe ya sisi bado tutabaki ni Watanzania, sisi bado tutabaki ni wanadamu. Kwa hiyo tukumbuke hayo, tumeumbwa ni wa Mungu, kwa Mungu tutarudi. Amen, asanteni. Asante, kama kuna bahasha mnaweza kupeleka kwa familia. Niwakumbushe wale wanaokuja kama wana bahasha wanakabidhi kwa familia, na wakati unaomba asalamu msema... mm. so, no. Asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Muhamedi Abubakari Ulotu. Eh, awali ya yote nitangulize kuwapa pole wanafamilia wote kuwapa pole vyama vyote vya siasa nchini Tanzania. Labda niweze kusema mimi nilikuwa eh, katibu mwenezi wa NRA wa kwanza mwaka 1992 kwa hiyo kidogo nilionja kufanya kazi na mzee nikiwa na umri wa miaka ishirini na moja. Eh, kwa hiyo mzee nimefanya naye shughuli kidogo. Hatimaye wakaja viongozi wengine wa Chadema, na mimi sasa hivi ni mwenyekiti msaidizi wa mkoa wa Kilimanjaro NRA, na vile vile ni mjumbe wa kamati kuu ya NRA taifa. Mimi sina mengi, mengi sana ameongelewa, labda mimi nitoe usia wangu kwamba wayashike wale yote ambaye wameongea utangulizi wangu. Asante. Na kifo cha mzee kitufanye sisi tuendeleze umoja tuendeleze e, undugu wetu na tuendeleze mapambano haya ya, ya mageuzi. Asanteni sana. Asante. Naomba nimkaribishe msemaji kutoka Chama cha Mapinduzi. CCM karibu tafadhali, msemaji naomba ajongee, na wakati anakuja msemaji wa Chama cha Mapinduzi naomba mheshimiwa mbunge Sigifrida Mligo usogee karibu tafadhali, sante. Na ninaomba wale ambao wana rambi rambi wa wanaweza kuzikabidhi kwa mwanafamilia aliyeandaliwa, atakuwa hapa barazani, unaweza kumpatia pole yako tafadhali. Sante. Mheshimiwa makamu mwenyekiti Chadema, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chadema, waheshimiwa viongozi wote wa kitaifa wa Chadema na kanda zote, waheshimiwa wananchi na mheshimiwa Mbowe. Nime, nimesimama hapa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wetu wa chama amesha, ameshatuma salamu pole kwa familia, lakini ameelekeza tufike hapa tushiriki kumzika mzee mzee wetu mzee Mtei. Mimi ni mwenyekiti wa mkoa wa Arusha wa CCM. Tumekuja hapa na ujumbe, tuna wabunge wawili wa jimbo hili la Meru na jimbo la Arumeru Magharibi. Tuna wenye viti wa chama wa wilaya hizi Meru na Arumeru. Tuna viongozi wenzangu wa mkoa ambao tumekuja nao hapa. Hakuna asiyejua kazi aliyofanya Mtei na Mtei ni kiongozi amekuwa mtendaji mkuu wa Watanzania wote, na asiyejua kazi alizofanya ni yule ambaye hakuwa na umri wa kutosha na ambaye bila shaka hajasoma akajua kazi alizofanya baba yetu huyu. Tumefika hapa kuwapa pole Wanachadema, lakini kwa kweli kuwapa pole Watanzania wote, kwa sababu aliwatumikia Watanzania wote. Tunamwombea kwa Mungu kwa uaminifu wake, kwa uadilifu wake, Mungu ameumba amempa umri wa miaka zaidi ya tisini na nne, na hivyo ndivyo vitabu vinavyosema kwamba kwa uaminifu, kwa utiifu na Mungu anaongeza umri. Naomba tutoe pole kwa familia ya Mtei kwa Chadema, lakini tutatoa pole kwa Watanzania wote kwa kifo cha baba yetu huyu. Mungu ametupa na Mungu amemchukua, ame jina lake lihimidiwe. Amen. Amen. Nina, nina bahasha ya rambirambi niliyotumwa na mwenyekiti niweze kutoa kwa familia. Asante sana mzee wetu zokabidhi tu, na wakati huu nitaomba kwa kuwa tuna mbunge mwenyeji na wabunge wako wengi, naomba kama una salamu za rambirambi kama mbunge kutoka jimbo lolote, naomba umuone mheshimiwa Nasari tafadhali, mbunge wetu hapa Arumeru aweze kuzipokea na ataziwasilisha kwa kifupi tutakapomwalika. Kwa wakati huu naomba nimwalike Mheshimiwa Dr Gudlak Olemede, waziri mstaafu na mratibu wa jukwaa la mawaziri wa staafu na aweze kujiongea hapa tafadhal. Karibu Mheshimiwa waziri mstaafu Dr Gudlak Olemede. moja kwa moja kutoka hapa mzee Mtei Tengeru jijini Arusha. Shughuli inaendelea hivi sasa, bado watu wanapita kuendelea kutoa heshima zao za mwisho, lakini tumesikiliza salamu za rambirambi rambi kwa watu tofautitofauti, akizungumza hapa Salum Mwalimu kutoka Chama cha Demokrasia, lakini vilevile wamezungumza wengi, wakina wakili Matata na wengineo, tukasikiliza matangazo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa vyote ambavyo vilituwako hapa, waheshimiwa viongozi wa, wa serikali, viongozi wa madhehebu ya dini, na waheshimiwa wabunge na madiwani, waheshimiwa sana waombolezaji wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mimi kama nilivyotambulishwa ni Goodluck Joseph Ole Medeye eh, ni mratibu wa jukwaa la mawaziri wa staafu. Jukwaa la mawaziri wa staafu halina itikadi wala halina imani, yaani kwa maana haina aielemei, haegemee mlengo wa itikadi wala imani moja. Linaunganisha mawaziri, wale wote watu wote ambao wamewahi kuwa mawaziri katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio sababu niko hapa kwa ajili ya kushiriki maombolezo ya kifo cha baba yetu Mheshimiwa sana Edwin Mtei. Kwanza naomba ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha aliyomjalia na maisha hayo ambayo yamekuwa na yameacha alama katika maisha ya wa Watanzania. Tunamshukuru sana kwa kazi kubwa aliyoifanya na tunamwombea rehema kwa Mungu, ili Mwenyezi Mungu apende kumpokea Amsamehe dhambi zake na kumjalia pumziko la amani mbinguni. Ndugu zangu, jukwaa la mawaziri wa staafu malengo yake ni kuunganisha mawaziri wote waliowahi kutumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushauri jamii pamoja na serikali. Hayo ndio madhumuni yake. Naomba kwa namna ya pekee niseme kwa nini tuna mwenzi mheshimiwa Edwin Mtei. Mheshimiwa Edwin Mtei alikuwa waziri aliye wa uchumi na mipango katika nchi hii, na alikuwa waziri katika kipindi kigumu sana kwa taifa letu, kipindi kile cha vita vya Kagera, lakini katika kipindi hicho alionesha jinsi ambavyo ubunifu wake umelisaidia taifa kuweza kuhimili changamoto zinazotokana na vita hivyo. Hivyo alitusaidia sana katika kuweka sera nzuri za kiuchumi ambazo hata wenzetu wa nje walikubali na kuweza kuendelea kushirikiana nasi kiuchumi. La pili ni ujasiri wake. Huyu baba alikuwa ni msema kweli, alisema ukweli na kutetea ukweli ule alioamini ya kwamba ndio ilivyo. Na sisi tumekuwa wanafunzi wake, tumejifunza kwamba kusema ukweli unakuweka huru. Moja ya kazi ukiacha zile za kiuchumi. Moja, kazi ya ubunifu wake ni hii ya kuanzisha chama cha demokrasia na maendeleo, vyama pinzani, vyama, vyama shindani. Maanake rais wetu alipoingia madarakani alisema hivi, sio vyama vya upinzani, ni vyama shindani. Vina kazi moja muhimu sana ni sawa na kioo ndani ya nyumba ndani ya nyumba, kama huna kioo unaweza ukatoka na buibui kichwani. Ofisini, kama huna kioo unaweza ukatoka na makaratasi kichwani. Vyama shindani kazi yake kubwa ni kukionesha chama tawala kwamba hapa hamjaenda sawa, pale mnapaswa kwenda hivi. Ndiyo kazi kubwa ya vyama hivi, kutuonesha ya kwamba hapa mmetetereka, sahisheni. Kwa hivyo kuwepo kwao ni jambo la msingi sana, na tuna vihitaji viendelee kuwepo hivyo. Nawaomba sana ndugu zangu wanachadema na vyama vyote vya upinzani, endeleeni kuvidumisha vyama hivi, kwa sababu kwetu sisi tulio kwenye chama tawala, mna kazi kubwa nzuri mnayoifanya ya kutuambia ya kwamba wapi tumeteleza na wapi tunapaswa kujisahihisha. Baada ya kusema hayo nasema kwa niaba ya mawaziri wastaafu nawapa pole sana familia kwa kuondokewa na mpendwa wetu baba yetu. Asante ah, sana, sana mzee wetu Dr Olemede. Naomba nimkaribishe dadangu hapa, amesema kwa dakika moja tu. Karibu dadangu, Mheshimiwa Mbunge, karibu kwa dakika moja kama sio mbili tu, dada mbunge Sigfrida Mligo karibu, asante sana Bwana Yesu asifiwe. wasalamu ah aleikum. Kwanza poleni familia, especially mheshimiwa Freeman Mbowe. Mimi kama Sigrada nawakilisha wa